Labda nikiondoka moyo wako taturia, Jakobo. <coughs> Jakobo, kweli <coughs> kweli, mpenzi wangu <coughs> nakupenda sana, Jakobo. <coughs> Maana gani bwana? Fungua tuongee. Kama ukusamia mimi, nishakusamia alishaisha basi. Fun, fungua bwana, tuongee bwana. Unajua, mimi nimefunga safari Nye, nimefika mpaka pale nyumbani kwa msafiri jana. Kitu nilichokikuta pale huwezi kuamini. Alifanyaje? yule bwana ameondoka nyumbani, hayupo wee. Sasa ameenda wapi na deni letu? mimi najua wapi ila kitu kilicho nishangaza, we bwana, jirani yake Msafiri, si ndio yule dada? Nani yule dada wa, wa saluni yule, ulienda ku, kuangalia saluni yake yule, ambaye tulimkopesha laki mbili? Ndio, uh -huh. Yule bwana ndio jirani yake na Msafiri. Kweli uh hivi -huh. Hey. Mlango mlango ila uh -huh, cha kushangaza uh -huh, yule dada ni mwaminifu kalipa deni lake kiuaminifu uh -huh. Lakini msafiri yeye kwa nini anasumbua? Lakini hivi huyu msafiri anatutakia nini lakini za chini chini inasemekana yule bwana ana matatizo mengi sana, Msafiri. Kwanza familia yake yenyewe, yaani imeshasambaratika ime, kwa sababu yule bwana anaonekana hata kwenye familia yake pia ni msumbufu hivyo hivyo, yaani jinsi anavyosumbua kulipa deni ndo alivyokuwa msumbufu kwenye familia yake.

Sasa tufanye nini? Mimi ninayo plani hii, kazi kazi yetu ya kukopesha kopesha ina kwanza kufuatana na watu majumbani maofisini mimi nishachoka. Una plani gani? Hapa plani ya kufanya tubadilishe biashara. Tufanye sasa biashara gani? Kwa mfano kama biashara ya mikopo hmm, hmm, hii, mimi nishaona kabisa hii, tunajitafutia gundu. Tutakuwa kama mapolisi, tunachukiwa na wananchi. Bila mimi nilikuwa na shauri. Kwa nini hii biashara yetu tusiboreshe? Tuifungue kama mkoba, watu wao wanalipa pesa kidogo kidogo kupitia simu zao, itakuwa ni njia rahisi kwetu kupata pesa. Wazo lako zuri, yeah. Silipiki lakini, bado pesa itatoka kwetu itaenda kwa raia, yaani ngumi zipo palepale. Kuna watu ni wana vichwa vigumu, ila mimi na mpango kabambe yeah. Wewe tulia, yeah. Tutatafuta day tukae, nikupe lamani na mchongo mzima, utaenjoy sawa. Nawaiitpiti kipindi adokea kitu maisha. Kitu pekee ambacho nilikuwa naogopa ni kukupoteza wewe, baba yangu.

U... huyu ndo so. Ah, ila haya ni masuala makubwa hakika tena, kwa maana wewe umekuja, ulimkosa, tumekuja tena, tumemkosa. Inaonekana kabisa Zaira ametudharau, amedhamiria. Mimi nadhani hapa tunatakiwa sasa kukubaliana na matokeo kwamba huyu jamaa ameamua kutangaza vita na sisi. Ni kweli kabisa, point sawa. So next ni kwamba hapa tunatakiwa tufanye kitu cha msingi ambacho itakuwa ni kwenda polisi na kuchukua alabi, ili popote tutakapomkuta huyu bwana awe ni halali yetu. Without hivyo, manake tumekubali kucheka na nyani na tuvune mabua maana

Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani. Asante, sahizi naona una amani kabisa na amani ya kutosha <laughs> Mungu mwema, Mungu mwema wakati wote. Hongera <laughs> ndugu yangu sahizi naona hata sura imechangamka, sio sura ile tena ya Kichuna. namshukuru <laughs> la Mungu kwa yote dada, kwa kweli ah, ni jambo tu la kumshukuru Mungu. Ni kweli, ulipoteza amani kabisa, sura ilikuwa ya machozi muda wote, mtu akulialia kulialia wakati wote. Kwa kweli tumshukuru tu Mungu aliye juu. Ni kweli dada yangu, Mungu hajawahi shindwa kitu mtu ukimwomba, anatimiza kwa wakati wake. Ni kweli, hata kama sio wakati huo huo, basi ujue wakati ujao. Kwa kweli, jambo tu la kumshukuru yeye. Kwa hapa, ndugu yangu, inabidi tu tumuombe Mungu, tufunge kwa ajili ya kukuokoa wewe na kifo chako. Ulitaka kufa kizembezembe <laughs> kwambia muombe Mungu atakujibu kwa wakati wake, utaki kunielewa. Hatimaye sasa hizi umekimbilia kwa Mungu na amekuokoa haya. Sasa naomba tuombe kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sawa dogo wangu. Babe dada, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kukuepusha na kifo cha hapo nyuma ulivyotaka kufa kizembezembe. Mungu amekuokoa. Naomba tufumbe macho tuombe. Sawa. Mungu uketie mahali hapa, tunakushukuru kwa mema yako yote unayotujalia. Nakushukuru wewe hey, Mungu kwa kumwepusha na kifo mdogo wangu, amen, kwa kifo alichotaka kufa kwa ajili ya mambo ya dunia. <laughs> Ewe Mwenyezi Mungu, nakuomba umjalie mema yote umkinge na kila balaa la mbele Amin. kuomba we Mwenyezi Mungu mjaze neema na baraka, aweze kuishi maisha ya amani na furaha, kwa sababu wewe unaweza kila jambo hapa duniani, bila wewe hatuwezi chochote Amin. na kuomba we Mwenyezi Mungu mjalie pia mpenzi wake awe na amani, wawe na furaha wote kwa pamoja, tunaomba ayo tukiamini kuwa wewe ndio unayeweza kila jambo hapo. Naomba hayo nikiamini, wewe ndio Mungu unayeshika vitu vyote vya duniani. Naomba hayo nikiamini. Amina. Amin. Amin. Amin. Amin. Asante sana dada yangu. Usijali mdogo wangu, Mungu ndio kila kitu. Kweli nimeamini, Mungu ndio kila kitu. Kilichopo hapa ni kumkabidhi tu maisha yako yote. Yaani, hapo unaponiona hapa dada, mpaka napiga magoti, nimeshamkabidhi Mungu maisha yangu. Ni jambo jema, ni nzuri pia kumkabidhi Mungu maisha yako. Naomba kila kitu ambacho ninachokifanya Mungu awe mbele yangu. Ukimwomba tu anakuangalia na yeye kwa wakati wake. Naam. Salama. Shemeji sasa hizi usiniombe, kwamba hapa ninalala ninafuraha yote kwa ajili yako shemeji yangu. Nilikuitia jambo moja tu shemeji yangu, ili nikushukuru, kwa sababu siku tulivyoonana pale niliongea maneno mazito sana na ukanishauri, ukaniambia usiene kufanya hicho kitu, mimi nikaenda kukifanya. Samahani kwa hilo shemeji yangu, nakwambia kitu hmm. shemeji Yani sasa hivi ndo nimejua jinsi gani Jakobu anavyonipenda. Kwa sababu siku ilibaki hivi tu. Nimwone Israeli huyo hapa. Lakini kwa sababu ya Jakobu mpaka sasa hivi niko hai hivi, namshukuru Mungu. Na umeona sasa utofauti. Sawa. Umeona ya jinsi gani anavyokupenda Blaza. Blaza anakupenda sana sana sana. Mana, na ndio maana akasahau yote aliyopita. Na mpaka amekuja kuokoa. Na maana angekuwa akupendi, angekuacha. Unajua, sikuanisipoka pale niivofika nyumbani ni ni kwangu, nikafunga kitanzi changu ili nijinyonji, maana niona watu wananicheka miti nanicheka eh, kwa ajili ya Jakobo. Nikasema hapa, acha tu nifa kwa sababu kama Jakobo ndio hivyo, hanipendi msama wangu kuupokea, sasa hapa duniani nafanya nini? Eh? Nikaamua kufunga kitanzi changu hili jinyonge. Lakini Mungu Mshoni akaona, akametokea akaamua kupush mlango. Kaingia ndani nakuta mtu. Asante sana shemeji yangu. Yaani bila wewe shemeji yangu, siwezi, nisingekuwa hai. Uh, shemeji nikwambie kitu kwamba usinishukuru mimi, shukuru Mungu aliyekuokoa. Hakuna ah, kitu kibaya kama kufa shemeji, yaani bora Mungu achukue maisha yako wewe kama wewe, lakini usiende kujifunga. Eti kama nataka nifunge jina mabezi mimi, ah, nitafanya saa hizi zote nitafanya huo ujinga shemeji? Kwa sababu ilibaki kidogo tu nimwona Israeli huyu hapa hiyo nashukuru Mungu. Jakobo wangu akaja akanisaidia, kama saizi mapenzi yetu ah, tuko vizuri saizi, mimi na Jakobu namshukuru Mungu. Yani yani asante ota yote aniyotaya kwa sababu yako wewe shemeji, najua mpata Jakobo ukamuelekeza jinsi gani navyompenda. Asante sana shemeji yangu. Shemeji, napenda nikwambie kitu kwamba usinishukuru mimi, mshukuru Mungu aliyekuokoa lakini nilifanya yote hayo kwa sababu nilivaa viatu vya kaka yangu, sababu unajua ni kiasi gani kaka yangu anakupenda. Kwa hiyo ndo maana nikachukua jukumu la kumwelekeza jinsi gani wewe unampenda na jinsi gani nitakiwa mwishi pamoja. Ubarikiwe, uwe na moyo huo huo. Yani, huo ndio urafiki sasa, eh? So rafiki uko anang'ata, uko anapuliza, yani huo ndo urafiki. Unajua ugali ni mtamu sana lakini ningepata shida sana na ndugu yangu angepata shida. Wewe ungepoteza katika hii dunia. Kwa hiyo fula yangu mimi ni kwamba niye mwishi katika upendo. Mwe na amani ndo furaha yangu mimi. Kuna muda najiuliza, wai, mbona ndoa yangu inasumbua? Matumizi hujaacha ndani huko, ugopi utatua, unavuja damu, maumivu makali, unatufukuza tutaenda wapi? Kila siku majela moloni, mme wangu, kosa langu lipi? Sofia, hivi mbona wee, mwanamke hauna shukrani hata kidogo? Nakuuliza hapa ndo nyumbani? Hivi we mwanamke, wewe, mbona hauna huruma hata kidogo? Sofia, unanivua nguo, si ndio? Umeamua kunivua nguo na kuuliza, hapa ndo nyumbani? si sindio? Nakuuliza hapa ndo nyumbani? unanitafuta si ndio? Habari za sasa hivi ndugu mpenzi, mtazamaji na mfuatiliaji wa Mtanesa Film, mimi ni direkta Gamba na niko hapa kwa ajili ya kukuomba ewe mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu kuwa tunahitaji sapoti yako, tunahitaji kampani yako. Kwa sababu tunafanya mambo makubwa kwa ajili ya kuhakikisha tunakuweka sawa kisaikolojia lakini pia tunakuelimisha kupitia kazi hii ambayo tunaifanya. Projekti yetu ni Mtoto wa Mtaani, ambao sasa iko sokoni na inazidi kufanya vizuri. Kama bado hujafuatilia, unaweza kuanza kuangalia kipande cha kwanza, mpaka sasa tuko katika kipande cha saba. So tunahitaji kampani yako kwa kulike, kushare na kucomment. Bila kusahau wanangu wa Mbozi mlo bila kusahau wanangu wa Mlowo, Mbozi, mkoa wa Songwe. Hii ni kazi ya nyumbani, kama ilivyokuwa kawaida. Watu wengi wamezoea kwamba sisi huku kwetu hatuna maajabu, hatuna vitu ambavyo tunaweza kuvifanya tukavionyesha duniani kwamba sisi pia tunaweza kufanya. Nao tumekuja tunawaletea project za nyumbani, tunaomba mtu support, tuzishare kwa watu mbalimbali ili tuweze kutangaza mkoa wetu, tuweze kutangaza vipaji vilivyokuwepo nyumbani kwetu. Thank you.

Atufukuza tutaenda wapi? Kila siku majela, hamuloni mme wangu, kosa langu lipi?